Eneo la Kinango kaunti ya Kwale wamefanya matambiko ya kuhamasisha ama kuhamisha madhabahu ya Kaya Mavyonini ili kutoa nafasi kwa ujenzi wa bwawa la Mwache. Wazee hao wanaamini matambiko hayo ya kuhamisha madhabahu yataondoa mikosi na balaa inaweza kujitokeza iwapo itasalia hapo. Matambiko hayo yalifanywa kwa nyimbo za kitamaduni na kuchinjwa kwa ng'ombe wawili weusi, kondoo mmoja mweusi, mbuzi wawili weusi na kuku mmoja.